aweke wazi kuhusiana na sakata zima la mashtaka yake kwenda kwa Maimatha wa Jesse. Nadhani watu wengi sana walikuwa wanafahamu kwamba hivi karibuni kuna baadhi ya vitu ambavyo Maimatha wa Jesse alikuwa na vizungumza kidai kwamba Zailisa na Haji Manara hawapo katika maelewano mazuri, na sababu sababu ambayo imepelekea hayo hayo yote kutokea, yani kwamba ya hayo yote kutokea kutokea ni kwamba kwamba alisema ya ni Haji Manara ana plani ya kuoa mwanamke mwingine na Zailisa Alikuwa hataki. Kuna hii moja kati ya interviews ambazo ambao zimesambaa kwa mitandaoni zikiwa zinamuonyesha Mai Martha akiwa analizungumzia swala hilo. Sasa kwa mujibu wa Haji Manara, hii issue ilimkera since day one, mara tu baada ya kuiona hiyo interview, na moja kwa moja akaamua kuweka bayana, akaamua kuweka wazi hilo swala, akidai kwamba hivi vitu ambavyo huyu dada amevizungumza havina ukweli wowote, na by the way vinataka kupelekea matatizo katika relationship yake yeye na Zailisa, jambo ambalo yeye kiukweli hawezi kule entertain, hawezi kulivumilia. Hivyo basi moja kwa moja akaweka wazi kwamba atachukua hatua za kisheria ili kuonyesha mfano kwa mtu mwingine yeyote yule ambaye atataka kufanya kitu ambacho Mai Martha amekifanya, yani kumkosea yeye heshima au kuchafua brandi yake kwa namna moja au nyingine. So hayo ndio alikuwa maamuzi, sorry, hayo ndio alikuwa maamuzi ya ya Haji Manara. Na baada ya hapo bwana ni kwamba kwa moja moja kwa ni kwamba wanasheria wa Haji Manara wanasheria wa Haji Manara wameamua kuliweka hili swala directly wazi kwamba tayari wameshaamua kuchukulia hili swala eh, kulifuatilia hili swala na kulichukulia hatua za kisheria kumshtaki Maimartha na anatakiwa alipe fidia kwa kuchafua brandi ya Manara. Na Manara mwenyewe pia amelizungumzia ile swala, tutaizungumzia hilo katika video inayofuata. Lakini hapa kuna maelezo, kuna vipengele, kuna karatasi takriban mbili ambazo zote hizi zinaelezea vifungu ambavyo Haji Manara wanasheria wake wameviandika kuhusiana na hii issue ambayo imetokea kati ya Haji na Maimatha. Hapa wenyewe pia wameandika kwamba bwana mtangazaji Maimatha ametakiwa kumlipa kwa mujibu wa mashtaka ambayo yametolewa ni kwamba mtangazaji Maimatha ametakiwa kumlipa kiasi cha fedha bilioni moja pamoja na kujitokeza hadharani kuomba radhi kwa Haji Manara pamoja na mke wake Zailisa, kufuatia kauli ya udhalilishaji al, kauli za udhalilishaji alizozitoa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa taarifa ya madai ya siku kumi na nne imetolewa na wakili kutoka mahakama kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Joseph Gideon, anayemwakilisha Manara na mke wake Zailisa. Katika madai hayo dhidi ya mtangazaji huyo Maimatha, imeeleza kuwa mwateja, wateja wake wameridhika, wame kijamii Wame, sorry, wateja wake wameathirika kijamii, kiuchumi na kisaikolojia kufuatia kauli za kashfa zilizotolewa na zilizotole, zilizotolewa kwao zisizo za kweli yani, kwamba haya ni mashtaka kwa mujibu wa wanasheria wa Manara, pamoja na mke wake, ambaye huyu mwanasheria wa Manara na mkewe anaitwa Joseph Gideon ameamua kuweka hiyo taarifa wazi kwamba tayari kuna hiyo kesi ya madai na inatakiwa uh, huyu Maimartha kutokana na kauli ambazo amezitoa zimewaathiri. Kwa mujibu wa mwanasheria, ameweka wazi kwamba zimewaathiri wateja wake ambaye ni Manara na mkewe kisaikolojia, kiuchumi, lakini pia vilevile kijamii. Umeona, kutokana na kwamba taarifa hizo alizozitoa Maimartha si za kweli. Lakini haikuishia hapo, pia ni kwamba taarifa hiyo ya madai ime pia taarifa hiyo ya madai imeeleza kuwa kauli za Maimatha zimeathiri biashara za Haji Manara pamoja na mkewe kupitia chapa wanazoziwakilisha, yaani brand ambazo wanazoziwakilisha, wakiwa wanamaanisha kwamba kauli ambayo ameizungumza Maimatha kwenda kwa Haji Manara kumhusu Haji Manara na mkewe zimeharibu mpaka brand deals ambazo Manara alikuwa nazo. Kwa kuna baadhi ya brand deals zimedrop Manara kutokana tu na mazungumzo au interviews ambazo amezifanya huyu Maimatha. Na ndio maana Manara ameamua kuchukua hatua za kisheria kuhusiana na swala hilo kuhakikisha kwamba eh, huyu eh, Maimatha analipa fidia ya bilioni moja za Kitanzania na pia anajitokeza wazi bayana mbele ya kadamnasi kuomba radhi kwa kile ambacho alikuwa amekizungumza. Umeona bwana, eh? mm -hmm. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia wakiendelea kupoteza mapato kutokana <laughs> mambo anakuambia kwamba e, taarifa hiyo pia ya madai imeeleza kuwa kauli za Maimartha zimeathiri biashara za Haji Manara pamoja na mke wake Zailisa kupitia chapa wanazoziwakilisha wakiendelea kupoteza mapato kutokana e, kutoka kwa wateja na kampuni zao kutokana na taarifa zinazotajwa kuwa ni mbaya. Wow, mambo hayo. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Kwa hiyo it's official huyu bidada Maimartha anatakiwa amlipe Manara bilioni moja kama fine, ambapo katika kifungu cha tatu ndo ameelezea kwa mujibu wa hii nakala ambayo imetolewa na na huyu mwanasheria wa Manara na Zailisa. Wameandika kwamba that my client, my client demand from, from you an immediate payment of Tanzanian shillings 1 billion and a public apology through the same media houses and social media accounts that you used to tarnish their reputation within 14 days from the date of receipt of this notice. Also to, immediate, to immediately stop talking about them further Meona bwana. Yani, kwamba wateja wangu wana request kulipwa haraka iwezekanavyo bilioni moja, kiasi cha fedha za Kitanzania pamoja na msamaha wa wazi katika media ambazo alizoenda kufanya interview na kuwachafua, lakini pia vilevile vile, pamoja na akaunti za mitandao ya kijamii ambazo alikuwa ameposti interview kuwachafua. Ndani ya siku kumi na nne anatakiwa awe ameshatimiza hilo kutokea siku ambayo atakayopata hii taarifa. Lakini pia vilevile vile anatakiwa kuacha haraka kuwazungumzia zaidi, so hivyo ndivyo situation ilivyo, kwa hiyo kimeumana. Auv bwana e, na hapa Kari amesema kwamba bwana na mwanasheria wa Haji Manara na Zailisa bwana ameandika barua kwenda kwa Maimartha wa Jesse na kudai fidia ya bilioni moja kwa kuwachafua e, kwa kuchafuliwa kwa stori za uongo kuwa wameachana. Eh? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Wadau wengi sana wameona. Oho, kazi ipo bwana, Muislam kumlipisha mwenzio kipindi hiki, his property and if possible more value, valuable than all other properties okay, kuna mtu ameandika hivyo okay, whatever. So ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, ndio tak tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.